Mabibi na mabwana, bado tunaendelea na ziara yetu hapa katika sehemu ya Kumran. Pale nyuma kidogo, nilikuwa natoa maelezo kwamba uh, wale wachungaji wanyama walipokuwa wanachunga chunga huku, basi ndio waliogundua hasa uh, mitungi ile iliyokuwa imefichwa na watu hapa Kumran, ambao walikuwa wahifadhi maandiko matakatifu kuanzia mwanzo kabisa wa uh, karne ya pili E, baada ya Kristo yani, baada ya kushambuliwa na Warumi mwaka a, kwanza mwaka 66 na, na sabini pale AD na baadaye tena wakash, a, wa, wa, wa, Warumi walikuja kuwashambulia Wayahudi kwa sehemu wa, wa, wa kubwa tena katika uasi wa pili wa mwaka 135 mwaka hivi AD. Sasa waliaficha magombo yale yalikuwa katika mitungi fulani maalum. Bila shaka walikuwa na matumaini kwamba bila shaka wangefanikiwa uh, uh, yani, wasingeuawa, lakini Warumi uh, wakatili waliwaua wote hawa. Sasa kwa miaka zaidi ya miaka elfu moja na mia tisa uh, magombo yale yalibaki katika mapango uh, uh, hadi alipokuja kugunduliwa mwaka 947 um, uh, uh, uh, katika karne iliyopita, ni karne ya ishirini. Um, na baada ya yalipogunduliwa tu hayo basi, wakati ule eneo hivi aatawaliwa na nche, kwa hiyo wataalamu wa nikawaruhusu, wataaamawataalamu wa kutoka uh, hasa kutoka, um, kutoka, kutoka Ufaransa kuja fanya uchunguzi hapa nao vile vile wakagundua mambo mengine zaidi. Sasa hapa nilipokuja, napenda kuonyesha mambo machache. Kuna kile ambacho labda aa, kama we ni mzoefu kidogo wa kile kinachozungumzwa hapa Kumran, labda wewe ni mwanafunzi wa theolojia, au pengine katika kusoma soma kwako vitabu utajifunza kwamba hayo magombo yaliogunduliwa yaligunduliwa katika aa, mapango kadhaa. Sasa nachoonyesha hapa ni kile kinachoitwa pango namba nne kama unaweza kuona pale, inaitwa uh, pango namba nne na nadhani hii inaonyesha upande wa kushoto kidogo hapa itakuwa ni pango namba namba sita na kuna pango nyingine, nyingine pale namba tano jaribu kuonyesha pale, gukujua kuhakika itaonekana kiasi gani katika picha, lakini basi nadhani nawapatia wazo kidogo ya kile ambacho tunakizungumzia hapa na ni mlima dima mkubwa, mapango katika ile sehemu kavu sana, ni jangwa hili, na watu wao walikuwa naishi katika maisha ya shida. Walitoka ama, ningesema vile vilevile, kwamba walijitenga kutoka katika wengi. Walikuwa ni, ni katika, ningesema ukoo wa kikuhani, lakini inaonekana karne tatu kabla ya Kristo walitofautiana na viongozi wakuu kwa hiyo wao wakaamua kujitenga na kuja kuishi huku uh, kwa sababu waliona watu waliokuwa wanakaa upande wa Jerusalem kule mjini pengine walikuwa ni wadhambi zaidi. Hao wao wakaja huku na kila siku mara mbili wakawa wakijisafisha kwa maji au uh, wakiamini kwamba kufanya hivyo kwa namna fulani dhambi zao zina zinafutwa au zinafutika. Kwa hiyo walikaa kwa muda mrefu. Inafikiriwa vilevile kwamba bila shaka Yohana uh, mbatizaji ambaye tunasoma katika maandiko matakatifu kwamba alikuwa ni sauti ya mtu aliaye nyikani, na nyosheni mapito ya Bwana, na ambaye vilevile anasema kazi yake ilikuwa ni kuandaa yule aliyekuwa na. Uh, basi, na basi alikuwa na kwamba alikuwa anakaa jangwani na alikuwa au nyikani uh, na alikuwa anavaa ngozi na mambo mengine kama, inasemekana alikuwa anaishi sehemu kama hii. Na wataalamu wengine wanafikiri kwamba bila shaka, kwa sababu wazazi wake walikuwa ni wazee Yohana uh, huyu uh, Elizabeth alikuwa ni uh, mzee na, na baba yake vile vile Zakaria alikuwa ni, ni mzee vile vile, bila shaka walikufa akiwa bado kijana. Na inasemekana watu walikuwa wanaishi katika sehemu hii ya Kumran, walizoea kuwachukua wa, uh, watu wenye shida uh, au uh, ningesema Uh, yatima na kuja kukaa nao hapa. Sawa, nafikiri kwamba bila shaka kwa sababu Yohana vilevile alikuwa ni mtoto wa kuhani, uh, baba yake alikuwa kuhani kama tunavyojua. Bila shaka yeye, wazee wake walipofariki, alichukuliwa akakaa katika sehemu hii vile vile kwa muda uh, huko jangwani, lakini baadaye ujumbe wake ulipoanza kuwa tofauti uh, akatoka hapa akaenda kuishi katika sehemu ambayo haijulikani, lakini pengine alijitafutia pango lake mahali au akatafuta tu mahali fulani akaishi hadi uh, wakati alipoanza kuhubiri ujumbe wa toba akiandama ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo kuna habari ya muhimu katika sehemu hii, lakini kwa sasa nadhani na nitaishia hapa um, kutoka hapa Kumran, nitaishia hapa kutoka hapa Kumran, na baadaye tutaendelea na mambo mengine. Asante sana.